Rais wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na no usalama, hususan ofisi ya DPP kuchuja makosa ya vijana walioshtakiwa kwa makosa ya uhaini kufuatia maandamano ya Oktoba 29, 2025, na kwa wale waliofanya makosa kwa kufuata mkumbo wa Chiweuru Akihutubia Bunge leo Novemba kumi na nne, elfu mbili na ishirini na tano, Dkt. Samia amesema, natambua kuna vijana wengi wamekamatwa kwa kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, hawakujua wanachokifanya na wengine wamefuata mkumbo. Nikiwa kama mama, na vielekeza vyombo vya kisheria kuangalia makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao walifanya mambo ya kufuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu wafutiwe makosa yao. Ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana waliingia kwa kufuata mkumbo, wanaimba kwa ushabiki. Naelekeza ofisi ya DPP kuchuja viwango vya makosa, na kwa waliofuata mkumbo waachie waende kwa wazazi wao hiyo ni update ambayo sasa hivi inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ni masaa matatu hivi tangia Mheshimiwa alivyotoa maelezo hayo. Mimi naitwa Msafi Pro, nifuatilie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii Facebook, TikTok, YouTube pamoja na Instagram, natumia jina hilo.